Hafsa, umenijuaje kijana kama mimi Afsa. Wewe ni nani? Kaka hujafuatilia mambo ya soko husu. Wewe mtoto, hebu niondoke hapo mbele. Wewe mtoto, hebu niondoke mwanangu. Sultani, unajua haya mambo yanofanyika ya no, hapa kijijini

sijatoa ushauri wowote kusema kweli. Kwa hiyo tunafanyaje? Ah, sijui mfanyaje hapo mie. Sina jinsi tena. Kifupi ah, hapa kijijini mauzauza bado yanaendelea, lakini nasikia kalitoa Hafsa, lakini naona bado mambo yanaendelea vile vile. Hajajulikana moja bado. Ah, Hafsa, Hafsa. Kifupi mie. Mambo ya kichawi tu hapa kijijini. Ushafahamu. Basi sawa kama nivyo, hamna shida.

Ah, safi, ulikuwa wapi? Kwema sista, ah, ah. Ah, blaza Kiukala yuko wapi? Mbona toka. Sasa dada, mimi sina taarifa maanake, mwenyewe nimeamka asubuhi ndo nilikuwa na shughuli shughuli zangu hapa, lakini sijajua kilichoendelea, kwa hiyo ah, sikujua kabisa kama anaumwa Inabidi umpigie simu ulize anaendeleaje. Naendeleaje ah. Nitafanya hivyo manake kila kukicha matatizo, kila kukicha matatizo. Yaani kwenye kijiji chetu hali kuwa nzito sasa. Basi tutajua cha kufanya dada, kama baadaye tutaenda kumuona au tutaangalia njia gani ya kumsaidia. Sawa. Na mimi tuka, gangu, mwona. Ah, basi haina shida ni kwanza niingie hapo mara

Nambie mama mama la mama, naona muda mwingi siku zinakuwa pobize sana. Asika sasa hivi watu tunalima. Lakini ah, mm, inaonekana kama ardhi zimekauka sana Simoni, unaona? Kidogo. Sasa na balaa linaloendelea hapa kijijini. Watu sasa hivi mwisho saa kumi na mbili tu. Yaani balaa linazidi. Naona mwenyekiti amekaa tu, mwenye ameshuarika. Mwenyekiti kapelekewa hizo taarifa, kamleta afsa kijana. Nimemkuta tu hapo kwa safari. Imekuwaje kijana? Basi subiri, tumpige mpelelezi aja afuatilie hili swala. Alo, asalamu alaikum. Salam, habari mzuri. habari za huko? Salama. Haya, ni hapa ni mwenyekiti hapa. Ah, mwenyekiti katika hichi kijiji chetu kumetokea maiti ya hafla na hatujajua kitu gani, tukitaka uje uchunguze. Ah, okay. Hapa niko karibu hapa kwa kijijini, nafika mara moja. Basi haya, sawa sawa okay. Huyo afisa naye eh sijajua tena huko kunaendeleaje. Sasa mwenyekiti, baada ya kumleta labda mganga maustazi, aenda kumleta afisa mpeleleze mambo ya kishiriki na wapi na wapi. Mwenyekiti ni jumuia ya serikali. Kwa lazima alete oh, wapeleleze, wajue mambo yanaenda yanaenda vipi hapa kijijini. Umeelewa? Lakini wewe mwenyewe unajua kama serikali hayamini ya uchawi. Sasa nakuaje na alete oh, maafisa. Lazima walete huyo mpelelezi, pengine wanajua da, kuna mambo yanaendelea. Si unajua sasa hivi vijana vijana. Basi saa kama ndo hivyo, waache serikali ifanye mambo yake, kama na mkono mrefu utajua. Sawa so, lakini niko na wazo moja <coughs> kwa mfano kampelekea mwenyekiti, ili wazo tuite wataalamu hapa, au tuite mashehe kwenye kijiji, waje wasome Sizani kama atakubali, kwa sababu wakati mwenyewe amechukua maamuzi ya kwenda huko kwa nisi serikali kubwa. Mwache tu mwenyewe amalize. Basi sawa, tuache tuangalie kama hiyo serikali yake itafanya kazi, lakini tu pia tuachane nayo. Ah, kuna vitu ndani nimekuja navyo, kwa moja choka basi tutana kuvia kazi. Sawa, haya, poa, wacha nikakutengenezea hapo. Basi na mimi nakuja, au tuondoke pamoja, tuanze tu Askari wewe mwenye kitu? Eh, si hali. Imekuaje tena? Ndio hali kama unavyoiona, na sisi ndio tumemwona hivyo, tutaona tukupigia simu. Vipi lakini, kwema huko bro? Kwema ehe. Na mjomba vipi, umemkuta salama? Ah, mjomba paka sasa, nashukuru Mungu anasaidia bwana. Bro so. Ah see, yani hapa blaza, ndio toka nifike mimi hapa na karibia wiki, lakini ah, hicho kijiji chenu sikielewi kabisa, kila siku mauza uza, kila siku sasa, yani nimeshachoka sa. Sasa sawa blaza, ndo kijiji chenu na hicho kijiji mlisha kizoea wenyewe, lakini kwa mimi hapana. Kama mambo yataendelea hivi hivi Ame bora nirudi zangu town hii. Ah, sawa bro, lakini usichokijua kwamba hichi kijijini ukishangilia kutoka na kwa mtihani bwana. Ila pole sana. Mimi acha ningeenda ndani kwanza, sababu nimetoka mbali kidogo. Basi bro, baadaye, maana nimetoka mbali, nimechoka, acha kwanza ajipumzishe bwana. Basi poa, wewe nenda kapumzike, ila baadaye eh, inabidi tukae tuongee vizuri kuhusu hilo swali. Halo e, jambo afande. Salama, okay, tuko maeneo tuko maeneo ya kijiji cha Poteo huku mliponiagiza kazi. Nahitaji usafiri, kuna maiti kidogo hapa ijachukuliwe kwa ajili ya upelelezi kidogo. Okay afande, hamna shida. Sasa mwenyekiti, hapa sie tumfunike tu huyu, sasa hivi anafika hapa kwa ajili ya kumchukua hapa, kuendelea na upelelezi zaidi. Haya. Mm. nimekaa muda mrefu ajaja, sija takuwepo wapa, lakini akija lazima nigumbanishi. Aha, huyu anakuja.

Wewe si ndo lini shauli? Ndio mie leo kwambia, akini alo hivyo, nakwambia tena, nabadilika nataka, wachae na bekashaulienshogangu hmm, ni Beka. Ah, nimekusikia, sijajua kusudio lako ni nini. a ah, ndo yo msha kwambia, sina mambo mingine akuongea zaidi, ni hilo tu, wachae na Beka. Eh, sijui shida nini, shoga yangu leo eh, kunibadilikia mimi na mbeni ya chini nabweka hmm. Sijui tatizo nimemkera au kasikia neno baya pengine nimetamka, lakini nimwambia nani? Sikumbuke kuongea neno baya kwa mtu yoyote.

Wanapotea potea japo kwa kipindi kirefu, ulikuwa haupo, ulienda kwa mjomba wako, lakini pia umefanikiwa kurudi hapa kijijini sasa, lakini sijajua la mjomba wako anaendeleaje? Kwanza nashukuru kakaangu, mpaka sasa hivi kwanza amekukuta kwa salama salmini, kwa sababu hapa kijijini kwetu mimi mazingira najua. Na kuhusu sala la mjomba wangu mpaka sasa hivi nashukuru vile vile, anaendelea vizuri Mungu kajalia, sahizi, anafanya kazi zake. Ila sasa hapa kijijini wana beta, mimi na tufanye kitu. Sasa ndugu yangu nasema tufanye kitu hivi, tufanye kitu gani hapa? Kwa sababu vitu vyote vinavyoendelea, mwenyekiti kwanza anavijua. Sasa mimi na wewe tu au watu wawili tufanye kitu hivi, tufanye kitu gani hapo? ah, sasa bro umeongea, kwa sababu <coughs> kwa mazingira yanaendelea kijijini tukisema tuendelee kukaa kimya japo kwa mambo wanafanya baadha wazee wetu, itakuwa ipendezi. Utapotea mpaka lini? Watu watakufa mpaka lini? Amna tatizo, mimi naendelea vizuri huku e, eh. mambo yako vizuri Hakuna kitu chochote ambacho kitanishughulisha mimi huku. Sina muda mimi huku narudi kwa sababu hakuna cha ajabu ambacho kila lazima tujitolee tufanye kitu. Lakini Bwana Kiukala kuna siku moja Sara aliniambia kama hapa kijijini tayari ameshaletwa ofisa kwa ajili ya kupeleleza haya mambo yanayoendelea hapa kijijini. Sasa, kiukweli sijajua huyu afisa kama kweli anafanya kazi yake kusona, na kila kukicha watu nazidi kupotea. Hivyo nalionaje ile swala kweli afisa ataliweza? Sasa wanaweka, unajua, <laughs> kitu kimoja, maswala ya ofisa wa polisi <clears throat> na maswala ya ushirikina ni vitu vile tofauti, haviendani kabisa. Hakuna askari ambaye anaweza kupima ushirikina. Ile swala si la askari, ile swala damu kwa damu, sio damu kwa nyota, haviendani kabisa ili swala kama mzimu kwa mzimu, ni kama kesi ya mauaji ya askari basi hiyo kesi ya mauaji ya askari. Lakini tunajua kinachoendelea kijijini, sio mauaji ya ujambazi haya, wala kutekwa mtu kwa mandoka yako ndani ya nyumba pana. Yani mambo yetu ya Kiswahili ambayo wazee wetu wanaendeleza mpaka leo. Kwa hiyo unataka kuniambia kama shirikina <laughs> una nguvu kuliko serikali bro? Mambo yaliyopo kijijini achana nayo basi sawa bwana, wacha tuone afisa atafanya kitu gani. Sawa, lakini msha mto muhanga mwezenu, sijajua atamalizika vipi. Tena afisa si atamalizika vipi? Afisa yeye ndo atamaisha kumalizwa kwa mazingira aliokoba kijijini. Bosi sawa. Ah, yangu sawa. Basi haya sawa. Basi poa, mimi nikuache bwana mkubwa, upunzike bwana.